Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Hussein Bashe ametangaza utaratibu mpya wa serikali kutoa ruzuku kwenye mbegu za mahindi kwa wakulima huku wakiagiza wanunuzi wote wa mazao wanaodaiwa fedha za ushuru za Amkos kulipa mara moja madeni yao ili kunusuru mali za vyama hivyo zisiuzwe na benki zinazowadai. Kutoka Nzega, Frank Mshana anaripoti. Waziri wa Kilimo Hussein Bashe ameasema hayo katika mkutano wa hadhara kwenye eneo la Bukene wilayani Nzega wakati akizindua kadi janja za wakulima zinazolenga kutatua changamoto ya kukosa mikopo. Hatua hizi tunazichukua kwa sababu taifa hili haliwezi kuondoa umaskini bila kuondoa umaskini wa wakulima. Huo ndio ukweli. Kwa hiyo Dkt Samia akaamua kutoa fedha za ruzuku kutokana na kodi mnazolipa, badala ya kuhangaika huko mbele. Serikali ruzuku yako itakuwekea fedha yako humu. Ombi langu kwa wananchi wa Bukene, msijenge nyumba kwenye mabonde yanayofaa kulima mpunga. Hata hivyo, mwenyekiti wa AMCOS ya Egemben Sabo ameeleza changamoto zinazokikabili chama hicho, makampuni ya ununuzi wa pamba kutolipa ushuru kwa chama kikuu kiasi cha shilingi kumi na sita kwa kila kilo mpaka sasa, chama kinadai jumla ya Tanzania milioni themanini na mbili laki tano tisini na mbili elfu na shilingi ishirini na nne Ni fursa kubwa sana kwetu, mheshimiwa waziri, kuzidumu huu kufanyika katika eneo la halmashauri ya Nzega. Halmashauri hii ya Nzega vijijini ilikuwa ina ununuzi wa mbolea sifuri iazigo kabisa katika msimu wa elfu mbili ishirini na tatu sababu tulikuwa na maisha duni, wakulima tulisahaulika, tulikuwa nyuma. Kupitia kadi janja zetu tuboreke, na tuwe na kilimo cha tija. Faida mojawapo kubwa tulioipata, tutakaoipata baada ya kupewa kadi hizi, moja itatusaidia sisi wakulima kutambulika.